Yes, yes. Sasa ile ni time nzuri kabisa ya nipe mchongo Mr. Seki. Uko nami Victor Mshindi mtaalamu wako wa nipe mchongo Mr. Seki. Unajua nini? Leo hii nataka tuongee nawe kitu kidogo tu, kitu kidogo sana. Aa, uh, ukitaka dunia ikufahamu, ukitaka dunia ikuelewe, ujulikane na dunia, ufahamike na dunia, lakini pia ukitakuwa na pesa mengi mjini, basi tumia kipaji chako vizuri, tofauti na elimu yako. Yani kipaji chako kina uwezo wa kukupa mambo makubwa, dunia ikakufahamu, dunia ikakupa pesa, na ukawa na pesa nyingi mjini kuliko elimu ulionayo. Haa, kwani uongo? Hebu angalie nchi za mpira, mfano Messi. Kuna wabongo wako hapa, hapa bongo wanamjua Messi vizuri kama walizaliwa naye, yani wanajua alizaliwa wapi, anakula nini, anaishi wapi, mpaka sasa hivi kafunga magoli mangapi toka kaanza mpira. Yani chochote anachokifanya Messi, watu wanakifahamu kama wanakaa naye. Lakini sio hivyo tu, ana pesa mingi sana Messi. Sio hivyo tu, kuna watu wa mambo ya sana sana ya mfano wa igizaji, wa chekishaji, wa imbaji, eh, let's say wachekeshaji, waimbaji. Diamond, Diamond anajulikana kila kona anapofika dunia inamfahamu kwamba kuna TZ, kuna jamaa mmoja hivi anaitwa Diamond, ni mwimbaji. Ah, lakini pia sio hivyo tu kujulikana dunia, lakini pia ana pesa mingi. Ah ah. Twende sehemu nyingine lakini pia. Unajua kuna mabondia. Eh, ubondia ni kipawa, kama huamini kajaribu. Lakini kipaji hicho hicho cha ubondia kinamfanya mtu ajulikane sana na dunia, lakini pia aweze kupata pesa mingi. Ah, Mayweather asilimia kubwa duniani wanafahamu Mayweather, lakini sio hivyo tu, ana pesa nyingi za kutosha. Kwa sababu gani? kipaji chake cha ubondia tu, yaani ile kumtwanga mtu mgumi eh, tayari mwezi anaingiza pesa nyingi na anaweza kumfahamu. Lakini sio hivyo tu, kuna wanasiasa. Wanasiasa ni kipawa, sio elimu hiyo, hicho ni kipawa, namna ya kumpanga mtu mpaka apangike, sio kitu kidogo. Yeah, nani asiyemjua Paul Makonda? Kila mtu anamfahamu Paul Makonda, mpaka watoto wadogo. Kwa nini? Aliweza kutumia uwezo wake wa kisiasa, na leo hii anafahamika sio tu na Tanzania, bali na dunia nzima. Lakini mwingine, ah, mambo ya uchungaji, kiukweli, kwa sasa ukiwekeza kwenye uchungaji kama kipawa ulicho nacho, kama kipawa ulichopewa ukikitumia vizuri dunia inakufahamu vizuri, yani dunia inakuelewa. Lakini sio hivyo tu, unajipatia na pesa, unakuwa na pesa mingi. Kwa nani? Nani asiyemjua Mwamposa? Mpaka watoto wadogo, ni kiingia chocho zote, iwe kijijini iwe mjini, yani kila mtu anamjua Mwamposa. Kwa nini? Kipawa chake cha uchungaji amekitumia vizuri, mwisho wa siku kimeweza kumfanya dunia ikamjua, lakini kimeweza kumsaidia yeye kuweza kupata mahitaji yake ya kila siku, nikiwa namaanisha kipato kizuri cha kifedha. Sasa mimi nataka nikwambie tu, tumia sana uwezo wa kipawa ulichopewa na Mungu kuliko uwezo wa hey, elimu ulionayo, kwa sababu profesa yupo anafundisha, yupo anafundisha, yudo, yupo anafundisha vyuo vikubwa vya kila namna, lakini nani anayemfahamu <laughs> hata mwanafunzi wake mwenyewe hamjui anaishi wapi profesa wake <laughs> wala hata hela hana kuliko wale ambao wanatumia vipaji vyao. Sio hivyo tu, kuna wanasheria wamesoma vizuri sana, wana degree sana ya sheria, lakini mkononi wakuta wana vitu vya kawaida tu, hata dunia haiwafahamu. Ili ana mwanasheria aweze kufahamika, angalau aingie kwenye siasa, na kuwa mwanasheria ambaye anajiingiza kwenye siasa, hapo kidogo dunia itamfahamu na vipesa pesa vitaingia. Lakini sio hivyo tu, tuna madaktari wetu wengine wamesoma mpaka India wako Muhimbili, e, wako KCMC, wako kwenye mahospitali makubwa, lakini hata wagonjwa wao hawajui wanakaa <laughs> wapi. Yani nakwambiaje, hata aliyemwajiri hajui kwamba anakaa wapi daktari wake. Sio hivyo tunakwambia, tumia uwezo wa kipawa ambacho Mungu kakupa, wekeza humo, dunia itakufahamu na pesa utapata. Kuwa nani? Victor Mshindi, kila siku itwaye siku, hapa hapa ndani ya yeah. Nipe mchongo nisteseke, elimu ni bora, ila tumia kipaji chako kwanza.